Karibu sana ndani ya Darajani 1905 ni siku nyingine, ni wakati mwingine tunakutana hapahapa hapa kwenye podcast yako kwe ya Chelsea ambayo ni ya Kiswahili, yani ni podcast ya kwanza ya Kiswahili uh, ambayo nazungumza zaidi kuhusu Chelsea. Hapa tunazungumza kuhusu Chelsea kwa sababu sisi ndo mabingwa wa dunia, lakini pia we are the blues Chelsea till we die and, kama ilivyoada kama ilivyo kawaida uh, kila siku ya mechi tunapata wasaa wa kufanya uchambuzi kwa kile ambacho kimetokea katika mechi husika ambayo tum, tumecheza kwa siku hiyo. Uh, leo tumecheza mechi muhimu uh, mechi ya kikubwa, mechi ya kikutu uzima dhidi ya uh, Barcelona katika mchezo wa klabu bingwa barani Ulaya, mchezo wetu wa tano uh, ndani, n, ndani ya msimu huu uh, wa 2025 2026 tukipata ushindi mnono kabisa wa magoli matatu kwa bila, huku Marc Cucurella akichaguliwa kuwa nyota wa mchezo. goli la kwanza walijifunga pasi nilikuwa ni ya kukulela amepiga ndani, then Pedro Neto akapiga kisigino fulani hivi uh, wakajigonga gonga wa wenyewe wakajiweka. Goli la pili likifungwa na Estevao William ambaye nilifunga dakika ya 55 uh, akipokea pasi nzuri kabisa kutoka kwa Lis James, zikipigwa 1-2 za haraka haraka, alafu ngoma nilikafungwa bonge moja la bao. Goli la tatu likafungwa na nilikafungwa na Liam Delap uh, pasi asi nikitoka kwa Enzo Fernandez. Mara baada ya goli, kama vile kuonekana lina kautata fulani hivi on offside, lakini uh, ni Enzo Fernandez ni alikuwa sehemu nzuri, na mwisho wa siku tukapata ushindi mnono wa magoli matatu kwa bila huku pia yakikataliwa magoli matatu, yani kama kama ingetokea magoli yote yamekubaliwa, maana yake tunge, tungeondoka na ushindi wa magoli sita kwa bila katika mchezo wa leo wa klabu bingwa barani Ulaya. Ya, lamini a ya mali nakipotezwa kabisa na kukulela mak kukulela kurera kuku. Ok, nipo na wachambuzi ambao kwa pamoja tunaenda kuchambua mechi hii ambayo nimetoka kumalizika muda mchache uliopita, nikianza na nikianza na nikianza nacho dakika 90 ni umezionaje? Karibu sana. Ah, nashukuru sana nafikiri Maresca alifanya analisis ambayo ime, imeweza kutulipa kwenye mchezo wa leo. Kitu ambacho kimenishangaza nafikiri E, ni kuto kuanzishwa kwa Joao Pedro na kuto kuhusika kabisa kwenye mchezo wa leo, nafikiri anampumzisha ili arudi na energy kwenye mchezo wetu ujao wa, wa Premier League, ila tukiangalia mchezo wa leo ulivyokuwa, nafikiri Maresca alikuja kwa namna ambayo ni tofauti, nafikiri kwa sababu ukiangalia mfumo ambavyo ulikuwa unaoperate na, na majukumu ya wachezaji ni tofauti kabisa na the way ambavyo tumeona games zote ambazo Chelsea imecheza chini ya Maresca, kwa sababu kitu ambacho alikuwa anajaribu kukifanya ni kuwalazimisha Barcelona watumie maeneo yao pembeni, hususan kwa kwa, fullbacks kwa maana ya, ya Alejandro Balde pamoja na, na, na, na, na Jules Kunde ambaye alikuwa anaoperate kwenye mbavu ya kulia kwa sababu hiyo nafikiri kwa kipindi cha kwanza alikuwa Reece James anasogea pamoja na Estevao William wanasogea kuongeza namba pale, huku James anasubiri kwenye kwenye shimo fulani kama la namba nane kwenye upande ule. Kwa hiyo ilikuwa inawapa tabu kwa namna moja ama nyingine Barcelona kuanza kusogea kwenye maeneo yote. Kwa upande wa kushoto alikuwa Alejandro Garnacho maku kurea pamoja na, na Enzo Fernandez walikuwa wanasogea kwenye eneo lile la pembeni watatu kwa wakati mmoja, kwa hiyo pressing kwa namna ile ilikuwa kwa namna fulani inalipa. Ila kitu kingine nafikiri ni eneo la midfield ambalo uh, Moises Kaisedo alioperate na akaweza kuifanya kazi yake kubwa namna ambavyo amekuwa akiifanya mara zote, kwa hiyo nafikiri kitu ambacho kilibadilika ni rewe ambavyo yalikuwa na wapinback ma, ma fulbak wa Barcelona, ili wasianze kuzifanya zile safari. Nafikiri hata kadi ambayo ameipata mara Augusto na baadaye Mareska akafanya mabadiliko ilichangia, ilitokana na namna ambavyo <coughs> na namna ambavyo Uh, Balde alikuwa anajaribu kufanya zile safari zake kuelekea kwenye zoni yetu. Kwa hiyo nafikiri kuna namna fulani homework ilifanyika, ukiachana na highline, hata pia the way ambavyo Barcelona huwa wanafanya buildup ya mashambulizi yao. Nafikiri Maresca alifanya analisis nzuri sana, na the way ambavyo wachezaji walikuwa leo wanacheza sharpness na ule uharaka wa pasi, mda mwingine hakuna kujishauri sana, japo kuna baadhi ya matukio ambayo yalikuwa yanatokea wanajishauri ila all the best wamefanya vizuri sana wachezaji wetu leo, kwa kwa ukubwa wao. Ila jambo la mwisho ambalo nililiongelea hapo kabla ni kama Robert Sanchez angekuwa na passing game nzuri, nafikiri atakuwa amenisikia, bwana, leo alikuwa anafanya distribution ya hali ya juu, utulivu mkubwa kabisa ambao ameuonyesha, na hivi ndo jinsi ambavyo tunahitaji golkipa ambaye anaipambania baji ya Chelsea aendelee kuimprove siku baada ya siku, kwa sababu huko mbeleni tutaanza kutazamwa kwa tofauti zaidi ya hapa ambapo klabu zinatutazama. Kwa hiyo maeneo machache ambayo Maresca aliyafanyia mabadiliko ndo hayo. Sioni kama kuna kingine kikubwa zaidi ambacho kilibadilika sana zaidi ya namna ambavyo alijaribu kuyapin maeneo ya pembeni kwa Barcelona. Chelsea, tume, tumeanza ni mchezo wa leo tukiwa hatuna namba tisa ni alisia kabisa. Joao Pedro yupo bench, uh, Liam Delap ni alitokea sub lakini pia ni alianza, uh, ni alianza bench, na tumeanza kama ni tulianza nina Pedro Neto Amani. Mustafa, ni unafikiri hii nilikuwa nina, nina mabadiliko kwa kiasi gani kimbinu na tuli nimetusaidia kwa namna gani kuweza ni kwa kabili Barcelona, ambao ukiuhalisia ni kama vile mechi tulitawala sana sisi, tulifanya mashambulizi mengi Aa, ni unafikiri yote nilitokana nina mbinu hiyo ambayo ni alikuja nayo kocha ya kwa kwa kiwango kikubwa mbinu e, aliyokuja nayo kocha e, naweza nikasema kwa asilimia tisini kabisa ndo imechangia kwa namna ambavyo tumecheza leo, lakini pia kuwakumbusha tu majukumu fulani ambayo wachezaji wanatakiwa kuyakamilisha kwa usahihi, kwa sababu wanaenda kukutana na timu ambayo ilikuwa ina watu ambao wanaweza kufanya e, jambo lolote kwa wakati wowote, wachezaji kama kina Lamine Yamal, Robert Lewandowski ukiangalia okay, kwa namna ambavyo e, kocha alikuja na idea kwenye mechi kama hii ya Barcelona, ambayo unakutana na Barcelona inaopenda kucheza high line, ina tabia ya juu sana almost karibia na mstari wa katikati, ilikuwa inahitaji zaidi runners wazuri na sio wale ball carriers wengi kama Joao Pedro, na ndomaana pengine tumeona eh, mchezaji kama Joao Pedro ah, hajacheza kabisa kwenye mechi ya leo, kwa sababu kwa mahitaji ya mechi ilikuwa inaonekana kabisa hatuhitaji mchezaji wa aina hiyo. Kwa hiyo kocha kuanza na Pedro Neto. Sikuwa, sikuwa surprised sana kwa sababu nilitegemea ataanza na runners wengi kwenye mechi ya leo, especially Estevao pamoja na Alejandro Garnacho, lakini sikutegemea kama Neto angecheza kama namba tisa. Lakini kwa kwa kile ambacho kocha alikuwa amekifanya, alikuwa anataka kuhakikisha kwamba anaiwini kwanza ile highline ya Barcelona kwa pale nafasi zinapopatikana, lakini pia uh, alitaka kuongeza ushapu kwenye kufika uh, kwenye matukio uh, ya ya ya wachezaji wa Barcelona, kwa sababu tunajua themo unavyowapa nafasi zaidi Barcelona ya kuutawala mchezo, ndo themo ambapo wanazidi kukufungua kutokana na aina ya wachezaji ambao wanao pale katikati. Frenkie de Jong kulikuwa kuna Eric Garcia ambaye ndo alikuwa anafukia pale, pamoja na Marc Casado ambao ndo bato ilikuwepo, lakini pia ukiangalia walikuwa na wachezaji wengine kama Lamine Yamal, eh, wana wachezaji ambao wakina Fermin Lopez wanaweza kumuvu kutoka boksi moja kwenda boksi lingine na kufanya eh, mambo yakawa ndivyo eh, sivyo. Kwa hiyo kocha aliangalia wachezaji ambao pia wanaweza wakawa wanafika zaidi kwenye maeneo, lakini pia Eh, ku, ku, ku, kuweka idadi kubwa sana ya wachezaji katika maeneo yote Barcelona wakati mgumu sana na, na kuwalazimisha wacheze kama vile tunavyotaka sisi. Mfano, mabeki wote wa pembeni kwa maana ya Alejandro Balde pamoja na Jules Kunde. Kwa upande wa Alejandro Balde tumezoea kwamba ni mchezaji ambaye ukimruhusu, anatembea sana na anakuwa kama wingback, ambapo anafungua nafasi kwa wachezaji kama Ferran Torres, Robert Lewandowski, Lamine Yamal pamoja na eh, mchezaji kama Frenkie De Jong, wanakuwa wote kwenye eneo la box kwa hiyo hii Uh, hii mbinu ambayo Maresca alikuja nayo ilisaidia sana, ikawapini hao na tukaanza kuwalazimisha walazimisha kucheza long balls, kujaribu kupambana mipambano mikali na, na, na sia, lakini ukiangalia fiziki ambayo tulikuwa nayo ilitusaidia zaidi, lakini pia ukiangalia Barcelona alikuwa very narrow, hawakuwa sharpness. Kwa hiyo hii mbinu ambayo alitumia Enzo Maresca leo kwa kiwango kikubwa sana eh, imekuja kutusaidia na mechi kuwa hizi kwetu, lakini pia ukiangalia uh, eh, ile kitu nadhani aliyoambia kuhusiana na, na sharpness, imetupa advantage kubwa sana, kumwona Ronald Araujo anatoka nje kwa kadi nyekundu, kufika kwa wakati sahihi kwenye maeneo sahihi. Lakini pia uh, tumefunga magoli msimu matatu kama sio manne, kama sikosei, ambayo alikuwa offside nadhani uh, kitu kingine ambacho pengine wachezaji walikuwa wanajishauri sana ni kwenye maamuzi uh, namna gani, wakati gani wa kuachia mpira, wakati gani na kupitisha pasi, na kama uh, pengine wangetulia zaidi, pengine tungepata goli nyingi zaidi. Kwa hiyo kwa mbinu ya leo kocha Enzo Maresca mimi naweza nikampa kredit kubwa sana kwa sababu eh, nilitegemea ata, ata, atafanya twisting flan, lakini sikutegemea sharpness ambayo imekuwa ikifanyika e, na, na, na, na wachezaji kwa leo kukurela. Ukiangalia Estevao tunajua ni mchezaji ambaye hana uwezo mkubwa sana wa kuweza kukaba au kurudi kukava eneo husika, lakini tulikuwa tunaona sharpness ilipopo ya kutosha, na hii ikawanyima basa kuweza kufanya build up yao kuanzia nyuma na pengine kuja e, kuliathiri kuli, kuli, boksi letu kwa ujumla box letu kwa ujumla. <coughs> Leo nilikuwa nilikuwa ni mechi kama vile ni timu mbili ambazo zote zina vikosi v, uh, ni vya wachezaji ni wenye umri mdogo sana. Uh, Chelsea hatuna ni mchezaji mwenye miaka walauni 29 kwenye kikosi kizima, wakati wao pia wana ni kwa sehemu kubwa ni nilikuwa ni bato yani, ni kwa sehemu kubwa kikosi chao kimeundwa na wachezaji kutoka ni La Masia. Hii ninamaanisha nini? Ninamaanisha kwamba okay, tupo tayari kuweza ni, ni kupambania taji au bado? nilikuwa ni bato ni ya timu ambazo zote hazina ni uzoefu ni wa kiasiko eti nacho saidia da, nafikiri tunaona the way ambavyo Maresca anaonekana ni mwalimu ambaye anakuwa pia na ana utajiri wa mbinu ambazo anajaribu kuzionyesha, kwa sababu leo nafikiri sidhani kama The way ambavyo anafanya hii namna ya kupin back mafulback kwa timu pinzani kama iliwahi kuonekana hapo mwanzoni, kwa hiyo nafikiri ni kitu kipya tumekiexperience leo kutoka kwa mwalimu Enzo Maresca. Kuna kipindi ambacho anajaribu kuongeza ile compactness kwenye, kwenye midfield, tunaonaga mara nyingi big match anakuwa na hiyo tabia. Leo amefanya hivyo, ila amekuja na, na rhythm ya tofauti kwamba atapin maeneo tofauti kwenye fainali ya Club World Cup, tuliona anatumia zile long balls baada ya kufanyiwa pressing na PSG. Kwa hiyo tunaona Maresca anajaribu kuleta rhythm za tofauti tofauti. Kwa hiyo kwa taswira hiyo, nafikiri inaonyesha kabisa ni namna ambavyo Chelsea inapanda ngazi baada ya ngazi, na mwisho wa siku tunaelekea direction ambayo wengi tunaitamani, na mwisho wa siku baadaye nafikiri tuna tunaonekana tutafikia zile level ambazo tunaweza kupambana na timu yoyote duniani kwa sababu ukiwaangalia wachezaji, the way ambavyo wana operate kwenye maeneo na, ma, na, ma, na maelekezo ambayo wanapewa na mwalimu, unaona kabisa ni vijana ambao wanakuwa na kiu na shauku zaidi ya, ya kuendelea kuipambania timu. Mfano wa hilo umemwona leo, bwana mdogo Andre Santos, baada ya kuingia umeona ni kitu gani ambacho alikuwa anakifanya ni mwendelezo wa pale alipoishia dhidi ya Burnley, na amekuja kuyafanya yale majukumu ambayo Reece James alikuwa anayafanya kwenye kipindi cha kwanza. Kwa hiyo taratibu taratibu, Maresca naye anaanza kutazamwa kama moja ya walimu ambao watakuja kuwa moja ya walimu bora kabisa ndani ya bara la Ulaya. Okay, uh, Amani, kukulela leo amechaguliwa ua kuwa, kuwa man of the match. Ni unafikiri tofauti na yeye Uh, yupi labda ni unafikiri ni amekuwa ni best ni performer ni tukimtoaka kulela katika mchezo wa leo? uh, kwanza kabisa ni Enzo Fernandez alikuwa ananichafulia sana, Dimba alikuwa ana anamiliki sana, anashusha tempo ya mchezo, lakini pia eh, Wonder Kid Estevao skuzi, wanamuita hivyo Estevao. Eh, alikuwa na, na game nzuri sana lakini pia Robert Sanchez alikuwa na game nzuri sana kwa sababu alikuwa na utulivu mkubwa. Kuna muda pasi zilikuwa zinakuja kule nyuma nilikuwa ninapata off kubwa sana lakini kidogo amenisurprise, alikuwa na utulivu mkubwa, ana distributi vizuri, alikuwa anaanzisha ranzi za haraka kama ile Pedro Neto ambayo amekuja kukosa kwa sababu ya uzembe wake mwenyewe. Kwa hiyo au nawadhani ndio wachezaji wangu kwa haraka, haraka watatu wengine ukimwondoa kuku, uh, waliofanya vizuri kwenye mechi ya leo bato ni bato ni ya kuku na Yamal. Sasa ni tume tumehitimisha kwa hii mechi moja bila shaka, na kuku ni amekuwa mshindi au tunasemaje ya kwa, kwa, kwa makukurea pamoja tumeshahitimisha tumesha, tulikuwa tunaendelea kumalizia malizia wale ambao walikuwa wamebaki, kwa sababu tumeona akina sala sijui kina kavaraskelia Usman Dembele wote walikuwa poket na, na, na Kukurea. Kwa hiyo leo tumeenda kuhitimisha huu mjadala, na tunaweza tukasema kuwa hii ndo maana pia sababu ya, ya Vicente de la Bosque, kocha wa wa, wa Hispania anaanza na Cucurella kama option ya kwanza then Grimaldo alafu ndo Alejandro Balde. Kulikuwa kuna maneno mengi sana eh, watu wa La Masia walikuwa wanasema kwa nini ana, ana, anaanza Cucurella alafu Balde aitwi hata timu ya taifa. Nadhani pia leo sasa kuna somo kubwa sana ambalo limetolewa na imeonyeshwa kuwa bwana e, eh, left back bora zaidi kwa sasa duniani tukiwataja, uh, eh, tutamtaja Cucurella tutamtaja Nuno Mendes. Kwa hiyo mjadala leo umefungwa rasmi. Lakini pia bila kusahau kuna kuna namna fulani hivi ni kama vile Kaisedo sikuona, si kama ni ana performance nzuri katika mechi ya leo, Edi. Exactly. Ya, ya, exactly ya, kwenye mechi ya leo Kaisedo kitu alichokuwa nakikosa kwanza, pia alikuwa anakosa sharpness Barcelona walikuwa wanafika wana, wana, wana, wana japokuwa kiungo chao kilikuwa hakipo very, very compact, lakini Caicedo ni kwa namna fulani anakosa alikuwa anakosa sharpness wa kufanya maamuzi, lakini pia tunajua Caicedo ni aina fulani ya local midfielders, sio advanced midfielders, na ndio hapa huwa inakuja comparison ya Declan Rice pamoja na Moi Caicedo. Kwenye aina ya game kama hizi, unaweza ukaona Declan Rice akashine sana, kwa sababu ni more advanced midfielder kuliko Moi Caicedo ambaye ni moyo yeye yupo zaidi kwenye kukava kunusa, hatari zipo wapi na zipo wapi. Ukiangalia aina ya midfielders wa Barcelona tuliokutana nao leo eh, pale katikati Frank pamoja na Eric Garcia, kwanza nadhani ilikuwa mispasi moja tu ambaye alipiga Frank de Jong ndo ambayo ikaja kuleta eh, goli ambalo kama skosei lilikuwa la Estevao. Kwa hiyo kwa aina ya midfielders kama wale moyo akikutana nao kwa mtindo fulani hivyo anakuwa kama ana struggle, kwa sababu ni akili nyingi sana inatumika pale, tofauti na, na na nguvu na kunusa zile hatari za haraka, kwa sababu eh, unakutana na wachezaji ambao wanatumia IQ kubwa mno kufanya maamuzi kuliko kutumia nguvu. Kwa hiyo ni, ni kweli ni obvious yes nadhani kama ball tackling alifanya kama moja hivi kama sikosei, kipindi cha kwanza, wow. tofauti na hapo ilikuwa eh, ni kama dimba lilikuja sasa likakontroliwa na na Enzo pamoja na na na, na Andrey Santos ni kama alikuwa ameshashushiwa sasa majukumu yale, ndio maana tulikuwa tunamuona kwenye maeneo maalum ambapo tunaanza build up tunaenda kushambulia, ndo unamuona Moi anatoa pasi huku na huku, lakini ule sharpness ulikuwa haupo. Nadhani ni kutokana na aina ya mchezaji yeye alivyo, pia kutokana na aina ya wapinzani ambao tumekutana nao. Hey, ni sahihi uh, kikosi ni hiki ni tulichoingia nacho leo, tukaingia nacho pia katika katika mchezo, ni wa shanari au hiki ni kilikuwa ni kinahusu ni Barcelona tu. Ha, na, nafikiri kwa Arsenal the way midfield yao wa ambavyo ilivyo tunahitaji tunahitaji kidogo tuwe na ball carry ambaye atasumbua kidogo pale. Kwa hiyo Joao Pedro naiona nafasi yake dhidi ya Arsenal, kwa sababu tumeangalia hata mechi dhidi ya, ya Spurs juzi. Spurs wali struggle sana baada ya kumkosa mtu ambaye anakaa kwenye mashimo, ila baada ya, ya Xavi Simons kuonekana, uliona wameanza kuamka na wanafika kwenye ya mpinzani wao Arsenal. Kwa hiyo tukisema twende tulivyoenda leo leo, ukizingatia kwa backline ya Barcelona hawana mtu ambaye yuko very compact au ile partnership ambayo inatumia labda aggressiveness, ba, au na akili mda mwingine kama walivyo Arsenal, kwa sababu Arsenal wako na Saliba. Utamwona the way ambavyo Piero Hincapie alioperate kwenye mechi iliyopita. Kwa hiyo tunahitaji mtu ambaye atazua matatizo nyuma ya mstari wa kiungo na mbele ya mstari wa mabeki wa, wa, wa timu ya Arsenal. Kwa hiyo bila yao Pedro, sijajua labda mwalimu kama atakuja na surprise nyingine kama alivyokuja nayo leo, ila kwa Arsenal hatuhitaji vitu vyote viwe direct. Najua kuna muda game itakuwa very tight, kwa sababu Arsenal ni wazuri kwenye kupunguziana zile distance za za maeneo ya kukaba baina ya mchezaji na mchezaji, kwa hiyo tutahitaji Compactness kwenye midfield kama ambavyo ilikuwa leo, kwa maana labda acheze Reece James na Gusto atokee pembeni kama kawaida, lakini kuelekea mbele tutahitaji ball carrier ambaye kidogo ana uwezo wa waku, kuzua matatizo kwenye hale kwenye mashimo ambayo yatapatikana, kwa sababu Arsenal ukiwaangalia, the way ambavyo wanakuwa wanajipanga ni tofauti kabisa na Barcelona. Kwanza, Barcelona hawana mtu ambaye unaweza ukasema ni pale very, very tough katikati ambao anaweza kuleta changamoto kiasi chake, tofauti na hasin. Kwa hiyo sioni kama tunahitaji kuenda hivi ambavyo tumeenda leo. Kwa hiyo natamani kama itawezekana tuwe na Bulgaria na namba tisa ambaye atakuwa msumbufu kwa dakika kadhaa. Sasa sijajua Maresca ataanza na namba tisa au namba tisa aja amalize shughuli baadaye ila sioni kama tutaanza na kikosi kama ambacho tumeanza nacho kwa siku ya leo, tukimtoa Kukulela ambaye ni amechaguliwa kuwa man of the match leo ne, unafikiri nani tena ni alistahili nyuma ya Kukulela? Anafikiri kwa kwa dakika za mwanzoni Pedro Neto alikuwa na mchezo mzuri, ila generali, nafikiri Enzo Fernandez alikuwa na mchezo bora zaidi, kwa sababu rhythm yote na ni kama biti lote lilikuwa linaanzia kwake, kila mahali unamuona, kushoto, kulia, atahitaji timu iende huku iende kule, pasi nyingi zitokee kwake ili maisha yaende. Kwa hiyo nafikiri hawa ndo walikuwa watu. On top of that, utamwongeza na Estevao ambaye alikuwa anamwletea matatizo mengi sana na Alejandro Balde kwenye upande ule wa kulia, kwa hiyo hawa ndo wachezaji ambao walionekana kidogo leo wanatoa ile gemu wa ambayo ilikuwa inahitajika kwa kiasi kikubwa. Unluckily, nafikiri kwa Ganacho atakuwa amepata message kwenye mchezo wa leo, hata Gittens. Yani, eneo letu la kushoto kwa kiasi kikubwa leo lilionekana alina makali kama the ambavyo ule upande wa juu kule ambao alikuwa anacheza Estevao pamoja na, na Reece James ulikuwa unaonekana kidogo na sharpness kwa kiasi fulani. Kwa hiyo sijajua labda kwa sababu ya mpinzani ambaye wamekutana naye kwenye upande wa kushoto, ila kuna namna fulani wanahitaji kuimprove game zao kwa maana ya wingazi wetu wa kushoto hawa kuelekea michezo hii ya huko mbeleni ili wajua watusaidie huko baa tusaidia huko baadaye. Ba, mara baada ya ushindi wa leo tunafikisha alama kumi, kati ya alama kumi na tano tulizotakiwa kuzivuna mara baada ya michezo mitano. Kwa, mpaka sasa tunashika nafasi ya tano tukiwa tumecheza mechi tano, tumeshinda mechi tatu, tumetoa sare moja na kufungwa mechi moja. a, tulifungwa na Bayern Munich na kutoa sare na Karabag. Magoli ya kufunga 12 na tumefunga magoli sita. Leo tunapata clean sheet yetu ya tatu mfululizo. Uh, hii ni dalili nzuri sana ku uh, katika katika kujinasua, lakini pia ninaonyesha Robert Sanchez anaendelea uh, kuimarika. Yale, yale tuliokuwa ni tunamsema sana, inaonekana kuna namna ni anayatibu. Sasa tunajiandaa na mchezo ujao, kwa sababu hii ni bandika bandua. Uh, hakuna kupoa, hakuna kuboa. Mabingwa wa dunia tunazidi ku, kutembeza dozi Barcelona leo amefungwa kama ni alivyofungwa PSG vile vile, na kila kitu kimefanana nao, pia PSG walipata kadi nyekundu kama ambavyo leo Araujo kapata kadi nyekundu. Kwa hiyo tunagawa dozi kulingana na idadi, mgonjwa anapokuja ndivyo anavyotembeziwa kichapo mpaka wote wasimuliane, ni watangaziane taarifa niwafikie wale wote ambao hawajakutwa na majanga haya mazito sana ya Enzo Maresca kocha la dunia, kocha la mabingwa wa dunia. Binafsi nimefurahi sana kwa sababu pia Estevao William kafunga mbele ya ya Yamal, yani kawapeleka ka, ka puta. Baada ni yali ni uh, alijifanya kuonyesha cheche cheche mwanzoni, lakini nimefurahi kuona dogo kafunga tena, sio kufunga tu, kafunga goli kali, goli zuri kabisa kama goli alilotufunga sisi, na kaja akawakanda pia Barcelona mbele ya Yamal mbele ya Bade, kwa hiyo binafsi nimefurahi sana yani kuna namna fulani hivi kama kama kama kungekuwa kuna kabichi fulani, nafikiri siku ya kesho yote ningeshinda bichi. Okay, asante sana, ulikuwa na sisi uh, Mr. Darajani Barnabas Wakisa ndo majina yangu na wachambuzi wangu alikuwa Kenny Arnold, alikuwepo afisi nacho pamoja na Aman Mustafa, ambapo kwa pamoja tumekuletea madini mengi sana ambayo yametokea katika mchezo wa leo uh, tukipata ushindi mnono magoli matatu kwa bila tatu kwa nunge tatu kwa sifuri tatu kwa sinia tatu bila, kama jumanecha na Tiwe na TMK e, wamebana wameachia, wamefumuliwa ya yeah, mwendo mdundo. Asante sana na tukutane mechi ijayo. Keep the blue flag flying high. K-T-B-F, KTBFFH. Asante sana.